Ziwa Victoria ni ziwa la pili kwa ukubwa wa maji safi duniani likiwa na eneo la takribani kilomita za mraba 68870 na na eneo la mabonde yanayokusanya maji la kilomita za mraba 180950. Ziwa hili linashikiliwa na Tanzania, Kenya na Uganda ziwa la pili kwa ukubwa wa maji safi duniani linakumbukwa si tu kwa uzuri wake bali pia kwa umuhimu wake mkubwa katika maisha ya watu wanaoishi pembezoni mwake. Tanzania ina sehemu kubwa zaidi ya ziwa Victoria, asilimia 51 ya eneo la ziwa na asilimia 44 ya eneo la bonde. Hii ni kutokana na utafiti wa uliofanywa na Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria, LVBC na ni moja ya rasilimali kubwa katika sekta ya uvuvi. Katika jiji la Mwanza, maisha ya baadhi ya wakazi yanategemea shughuli za uvuvi. Januari mwaka 2024, tukio muhimu lilifanyika. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mradi wa vizimba vya samaki akilenga kuongeza uzalishaji wa samaki na kuboresha kipato cha wavuvi mradi huu uliweka matumaini mapya katika sekta ya uvuvi. Star TV imetembelea baadhi ya vizimba katika wilaya ya Nyamagana kuona shughuli za uzalishaji na ufugaji unavyoendelea. Hapa ndipo hadithi ya vijana hawa inapoanza. Fikili Elias ni mkazi wa jiji la Mwanza, ni mmoja wa wanufaika wa mradi huu, aliamua kujihusisha na ufugaji wa samaki baada ya taarifa za mradi huu wa vizimba. Anasimulia jinsi alivyopata shamba hili akiwa ndani ya kikundi na wengine ikiwa ndiyo mara ya kwanza kuingia katika ufugaji huu wa samaki wakiwa na vizimba vinne. Uwepo wa vizimba umeweza kusaidia kwanza kubadilisha uchumi wa vijana ambao wameweza kunufaika na mradi, pia umesaidia kuweza kupunguza uvuvi haramu. Maana kuna watu ambao walikuwa wanajishughulisha na uvuvi haramu, kwa hiyo uwepo wa vizimba eneo hili pia unasaidia kuwa, ku, ku, kuondoa wale wafugaji wavuvi wa, wa, haramu ambao walikuwa katika maeneo haya, maana sasa hivi kwa maeneo haya ambao shughuli za, za, za ufugaji wa samaki zinafanyika, wale samaki wa asili na wenyewe wanakuwepo wengi kwenye mazingira, maana hawavuliwi moja kati ya mafanikio ambayo nimeyapata tangu tumepewa hiki huu mradi wa vizimba ni kwamba, binafsi kwanza, nilikuwa sio mtu ambaye nina uwezo wa kufuga samaki. Kwa hiyo toka nimepewa hii mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, moja, nimepata uzoefu na nina uwezo wa kufuga mimi mwenyewe binafsi kwa sababu ya, ya mafunzo ambayo tuli, tulipewa hapo mwanzo. Hii ni mara yangu ya kwanza, lakini kutokana na mavuno, tuliona wenzetu wamevuna tunauona umradi ni mzuri na unafaa sana, kwa hiyo itatupatia maendeleo, tutapiga hatua katika maendeleo. Ni katika mtaa wa Kisoko, kata ya Ruchelele, wilaya ya Nyamagana. Hapa ndio shamba la vizimba lilipo, shughuli zote zinafanyikia hapa, likiitwa shamba la samaki. Naje, wafugaji wanatumia mbinu gani za kuhakikisha samaki wanapata chakula bora na cha kutosha ili kukuza ukuaji wao katika vizimba? Samaki hawa tuliwapanda mnamo mwezi wa tatu tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa tatu ambapo tunatarajiwa kuwavuna mwishoni mwa mwezi huu kizimba hiki kwa siku kwa sasa samaki wetu wamefikia wastani wa gramu 350 na kwa siku moja wanakula mifuko mitatu yenye kila, kila mfuko ambao unakuwa na uzito wa kilo 25 kwa hiyo kwa siku wanakula kilo sabini na tano kwa kizimba kimoja, na hapa sisi tunavyo vizimba vinne kama kikundi, lakini kwa ujumla vikundi hapa viko kumi na tano na jumla ya vizimba vilivyopo kwenye shamba letu ni vizimba mia moja na kumi Baada ya kuunda vizimba vya samaki ni muda gani unahitajika kabla ya kupanda vifaranga wa samaki wapya? E, baada ya kumaliza mavuno yetu tunakaa siku saba. Hizi siku saba, siku ya kwanza ni kuanza kusafisha hizi nyavu, tunasafisha nyavu zetu zote. Baada ya kusafisha nyavu na kukagua palipotokea changamoto kama kuchanika, lazima tushone nyavu zetu na kukagua mabomba madumu yetu ambayo yamebeba vyuma vyetu, kama yaliingiliwa maji tupunguze maji tuweze kuziba vizuri. Baada ya hapo sasa, tunaanza kutafuta Eh, namna ya kuweza kupandikiza vifaranga wengine na kuanza sasa kuwakuza kama jinsi ambavyo tumeweza kukuza hawa. Katika mtaa wa Kisoko, aliyekuwa mwenyekiti wa mtaa anasimulia jinsi wananchi walivyoshirikishwa katika mchakato wa kuweka vizimba. Wakati mchakato unaanza kwa ajili ya vikundi kujitokeza kwa ajili ya ufugaji samaki, nafikiri maafisa uvuvi walipita kwenye, kwenye mtaa wangu na wakafanya vikao na wananchi kwa ajili ya kuwaelekeza kwamba waunde vikundi baada ya hapo serikali iji iwawezeshe kwa ajili ya kuanzisha ufugaji wa samaki. Swala hilo lilifanyika na mtaa wa Kiswako kwa kweli umepata bahati kubwa. E, so, kwa sasa ni wageni wengi sana wanaoingia kwenye mtaa huu na ulinzi kama mtaa, kwa maana ya polisi jamii na wananchi kwa ujumla, tunaweka ushirikiano na wenzetu ambao wamekuja kufuga samaki hapa, nao wanatusikiliza na, wana na tunaendelea kwa pamoja tu kabisa. Mradi wa ufugaji wa samaki wa vizimba umekuwa na tija kwa wananchi wa eneo hili. Pia nimenufaika kwa sababu ni nimetengeneza, nimekuwa nime mamantilie, nimeweza kuweka mgahawa mahali hapa, hiyo yote ni kwa ajili ya hivi vizimba. Nanufaika wale wanaolisha chakula, wanakuja kula chakula kwangu, hivyo kupitia vizimba nimepata kipato kwa ajili ya kukizi familia yangu kwa hiyo tunashukuru hivi vizimba kuwepo mahali hapa, mimi nimenufaika kwa sehemu hiyo. wakati huo huo afisa uvuvi kutoka halmashauri ya jiji la Mwanza Bi Susan Changwe anabainisha ushirikiano wa serikali na wafugaji wa samaki katika kuhakikisha maendeleo ya sekta hii. Halmashauri ya jiji la Mwanza inashirikiana na wizara kwa maana kwamba kusimamia zoezi la ufugaji wa samaki kwenye vizimba ambao vilivyoko kata ya Ruchelele Kisoko. Tuna maafisa wa uvuvi watatu ambao wapo kata hiyo ambao wanafanya kazi kusimamia hivi vizimba vya samaki. Kwa hiyo kuna masuala labda ya kuangalia samaki kwanza, uzalishaji wa samaki inavyokuwa, ukuaji wa samaki, lakini chakula kinacholishwa na vitu vingine vingi vya msingi na maendeleo ya samaki, ukuaji wake kwa ujumla. Elinsa Masawe ni mtaalamu wa ukuzaji viumbe hai kutoka wizara ni wanufaika wangapi ambao wamepatiwa vizimba hivi? E, mpaka sasa tumefanikiwa kusambaza. Kwa awamu ya kwanza tulisambaza vizimba mia mbili ishirini na mbili ambavyo vilizinduliwa na mheshimiwa Rais, ambao tumevisambaza kwa wanufaika wa vikundi zaidi ya hamsini na wanufaika, wanufaika hayo wana, wana vikundi hao wana, wana ni zaidi ya watu zaidi ya mia tano ambao wako kwenye vikundi hivyo ambao wote wameenda kupata ajira moja kwa moja kupitia ufugaji wa samaki kwenye vizimba, lakini awamu ya ya pili tumeshaanza kusambaza vizimba ambavyo tutakwenda kusambaza vizimba zaidi ya mia mbili na themanini na jumla tutategemea kwa awamu hii ya vizimba, basi tutakwenda kukamilisha usambazaji wa vizimba zaidi ya mia tano na themanini na, kwa hiyo tunategemea mpaka mwisho wa mwaka zoezi hili itakwenda kukamilika. Je, kuna mikakati ya ulinzi wa rasilimali za samaki na elimu kwa wavuvi kuhusu madhara ya uvuvi haramu? E, kwa sababu wa, wavuvi haramu hawapo, maana ili eneo letu wapo walinzi, kwa hiyo jioni ikifika walinzi wanakuwa wanaingia, kwa hiyo wale wavuvi haramu wanakuwa hawapo kwa kweli, kwa hiyo hiyo imesaidia pia tutapata samaki pia uvuvi wa haramu utapungua um... Uwepo wa vizimba umeweza kusaidia kwanza kubadilisha uchumi wa vijana ambao wameweza kunufaika na mradi, pia umesaidia kuweza kupunguza uvuvi haramu, maana kuna watu ambao walikuwa wanajishughulisha na uvuvi haramu. Kwa hiyo uwepo wa vizimba eneo hili pia unasaidia kuwa, ku, ku, kuondoa wale wafugaji wa, wa, wavuvi haramu ambao walikuwa katika maeneo haya, maana sasa hivi kwa maeneo haya ambayo shughuli za, za, za ufugaji wa samaki zinafanyika wale samaki wa asili na wenyewe wanakuwepo wengi kwenye mazingira, maana hawavuliwi. Uwepo wa vizimba hivi, kwanza kabisa, vizimba hivi vya ufugaji wa samaki vinasaidia ajira kwa vijana. Vijana ambao walikuwa wanategemea kuingia ziwani kuvua, kwa hiyo hawatafanya shughuli ya uvuvi wa haramu, watajihusisha na ufugaji wa samaki. Lakini pia nguvu ya utegemezi kwenye ziwa imepungua, kwa sababu watu wengi walikuwa wanakwenda ziwani kwamba tukatafute samaki wengi tuwapate ziwani lakini kwa sasa samaki yao wanapatikana kutoka kwenye vizimba. Kwa hiyo kwa kiasi fulani imesaidia kwanza kuongeza upatikanaji wa samaki, lakini na ajira kwa vijana. Kwa hiyo hao waliokuwa wanategemea kuingia ziwani kutafuta samaki sasa watapunguza kasi ya uvuvi haramu, watarudi kutegemea hawa samaki ambao watavuliwa. Kwa sasa hivi ufugaji wa samaki kwenye vizimba umekuwa ndio, eh, ndio ndio tuseme ndio kivutio kwa watu mbalimbali ikiwemo wafugaji ikiwemo wavuvi wa samaki ziwani. Na kama tunavyojua, wavuvi ndio wamekuwa ndio hawa wao pia, ambao baadhi yao wanaendeleza uvuvi haramu, na uvuvi haramu unafanyika pia katika maeneo maalum kwa mfano, uvuvi haramu wa kutumia makokoro unatumika kwenye maeneo ya mialo ambayo hayana miamba, na katika maeneo haya ndio moja kati ya yale maeneo ambayo tumeyatenga sasa kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa maana hiyo sasa wale, wafuga, wale wavuvi haramu wanaotumia nyavu eh, haramu kama za makokoro wanakosa sasa sehemu za kwenda kuvulia yale makokoro yao ambayo sasa maeneo yao tumeyatenga kwa ajili ya ufugaji wa samaki baadhi ya maeneo hayo, lakini pia kwa sababu mkakati unaendelea kutenga maeneo zaidi pia zaidi ya yale. Kwa hiyo maeneo yale ambayo yalikuwa yanatumika kwenye uvuvi haramu ambayo sasa hivi ndio yaliwekwa vizimba ufugaji wa, wa uvuvi haramu wa, wa makokoro umekuwa ufanyiki tena kwenye yale maeneo. Kwa kila wanapoenda sehemu nyingine ambazo zinahitaji kuvulia makokoro zimekuwa ni maeneo ambayo sio conducive, sio sio kivutio kwa kwa wafugaji. Kwa hiyo eh, ufugaji wa samaki kwenye vizimba pia umesaidia sana mkakati wa kuondoa uvuvi haramu ziwani. Ni kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri ukuzaji wa samaki katika ziwa zi Victoria, na ni hatua gani zinazochukuliwa na wavuvi na wafugaji wa samaki kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko haya? Kwa mfano, kipindi cha baridi, samaki wengi wanaathirika sana na magonjwa ya fungus. E, unakuta mapezi yanaliwa ya yanalika, mapezi yanalika kutokana ya na fungus. Kwa hiyo tuna namna ya kuatibu ni huwa tunawafundisha kutumia chumvi tunawatoa wale faranga tunawaweka kwenye, kwenye kwenye madiaba ya maji ambayo yamechanganywa na chumvi kwa sekunde kadhaa, tunawatoa tunarudisha kwenye vizimba, au kule kule kwenye vizimba ziwani. Tunafunga chumvi kwenye vifuko, tunaning'iniza kwenye maji pale, ambapo wale samaki ambao wameathirika na zile fangasi, wale vifaranga wakipita pale kwenye chumvi chumvi, basi ile miwasho ya kwenye mwili ina, ina inaisha. Kwa hiyo wanakuwa wanajitibu automatically moja kwa moja. Kwa hiyo ni ndo magonjwa pekee ambayo mara nyingi yanasumbua sana kwenye kwenye kwenye ufugaji wa samaki. Moja ni changamoto ya kimazingira, ambapo kipindi cha mvua, mvua zinapoanza kunyesha, magugu maji ndio changamoto kubwa, maana kuna wakati yanavamia kwenye cages, yanaweza ya kusababisha samaki wakafa, maana yanatembea. Kuna wakati naweza likavamia pale samaki wakiwa wadogo, yanapunguza ya, ya oksijeni kwenye samaki, kwa hiyo inaweza kusababisha vifo. Changamoto ya kimazingira eh, ukiangalia sasa hivi eh, wavuvi wengi wanalalamika ukosefu wa samaki ziwani tofauti na awali, wanasema wakienda ziona walikuwa wanapata samaki wengi, samaki wengi, lakini sasa hivi samaki wamekuwa ni wachache, wakienda samaki wakati mwingine wanaenda wanarudi bila samaki. Hizo ni dalili moja hapo za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa sekta yetu ya ufugaji wa samaki pia tumekuwa tukiendelea kutoa elimu mara kwa mara ya kutunza mazingira ya ufugaji wa samaki kuhakikisha kwamba hakuna uchafuzi wote ambao utafanyika katika yale maeneo, lakini pia katika maeneo ambayo tumeyatenga kwa ajili ya ufugaji wa samaki tumewekea viwango ya idadi ya vizimba ambavyo vinatakiwa vikae pale ambapo yale mazingira ya supporti, ili idadi ya vizimba ili sasa uzalishaji wa yale maeneo usiathirike na nwlaen tmelitenga wam uo n mabaliko yasiweze kutokea yasiweze kuathiri E, mazingira ambayo yanakwenda kuchangia kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia e, wanufaika hawa na watu wengine wafugaji wengine wamekuwa wakiendelea kupewa elimu za mara kwa mara kwa kutembelewa katika maeneo yao, lakini pia katika vikundi vyao. Ni vikwazo gani vinavyoweza kuonekana kutokana na ugeni katika ufugaji wa samaki na ni jinsi gani ugeni huu unavyoathiri wafugaji wa samaki kuendesha shughuli zao kwa ufanisi? moto tulivyopitia pale mwanzoni baada ya kuchukua vifaranga kuviweka, walikufa kufa sana, lakini baada ya hapo tulipata maelekezo tukawatibu. Kwa hiyo sasa hivi hakuna changamoto kwa kweli. Juzi tarehe kumi na tano tumewaachilia samaki kutoka kwenye ile neti ya kulelea, tumeiachilia sasa, wameenda kwenye neti ya kukua. Eh, kwenye ufugaji wa samaki ni swala geni. Kwa watu wengi au wanufaika wengi na wafugaji wengi wanaoingia wengi wao walikuwa hawajui baadhi ya, ya changamoto au jinsi ya kuweza kusimamia ufugaji wao. Kwa hiyo wamekuwa wakikumbana na changamoto ambazo wao wanafikiri ni changamoto, lakini kumbe ni kutokana na ugeni wao wa kuingia kwenye fani. Kwa hiyo kumekuwa na ugeni wa usimamizi wa vizimba hizi kwa wale vijana wetu ambao wamenufaika na mikopo hii lakini changamoto hizo tumeendelea kuzitatua mara kwa mara, tunawasaidia tuko nao karibu, lakini pia tunahakikisha kwamba kunakuwa na maafisa muda wote katika ile maeneo, maafisa ambao kwa chini ya halmashauri wanakuwa kwenye maeneo yale wafugaji, ili kuendelea kuwapa elimu, kwa sababu ufugaji wa samaki ni sayansi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanatakiwa wafanye mara kwa mara, kwa mfano eh, uangalizi wa nyavu zao, kusafisha nyavu zao kuhakikisha kwamba wanaweka vile vizuizi vya vyakula vya vya kwenye kwenye vizimba ili vyakula wanapolisha visitoke nje. Kwa hiyo wengine walikuwa hawajui ili wanajua kwamba tukiweka samaki kwenye, kwenye vizimba sisi tunaondoka tunasubiri kuja kuvuna. Pengine ni magonjwa gani ya kawaida yanayowakabili samaki katika Ziwa Victoria, na ni kwa nini vifaranga wanakabiliwa na vifo wakati wa usafirishaji? Vifaranga lazima wafi, kwa mara ya kwanza lazima wafi, lakini kwa kiwango kidogo ni asilimia kumi na tano kitaalamu, mpaka asilimia ishirini wa awamu ya kwanza. Kwa sasa mfugaji huyu ambapo anayepandikiziwa vifaranga anapoona ameenda ziwani amepandikiziwa vifaranga labda kwenye kizimba kimoja kidogo, tunapandikiza vifaranga elfu kumi akiona vifaranga mia mbili wamekufa, mia wamekufa, anachanganyikiwa, ana haha, anasema kwamba sasa samaki wangu wameisha, lakini kumbe hapana, hiyo ni ile asilimia kumi na tano mpaka ishirini ambayo huwa inapotea na haifanyiwe hesabu kabisa kwenye ule ufugaji, na huwa inaongezwa mwanzoni wakati wanapandikiziwa, tunaongeza ile, tunaongezea asilimia ya tano ambayo tunajua itapotea, kwa sababu ile inapotea iza kwa sababu ya stress za usafirishaji zinapotea, zinapotea, wanakufa kwa sababu ya stress ya ugeni wa yale maji ya yale maeneo, kwa sababu maji haya ziwa ni moja, lakini kila eneo la ziwa lina mazingira tofauti. Kwa kuna stress ambayo wafaranga wanapata, lakini stress nyingine labda mawimbi makubwa yametokea mara kwa mara kipindi cha upandikizaji, kuna baadhi ya wafaranga watapotea pale. Vipi kuhusu upatikanaji na gharama za pembejeo zinazohitajika katika ufugaji wa samaki? Changamoto nyingine ambayo naiona kama inaweza ikawa kuja kuwa changamoto ni upatikanaji wa chakula. Hatuna viwanda vya ndani ambavyo vinatengeneza vina chakula, kwa hiyo ni wito sasa kwa wafanyabiashara, wawekezaji wengine ambao wanaweza wakaona kwamba ufugaji wa samaki sasa hivi unakuwa, ili tusiendelee kuwa tunaagiza chakula nje, tutapunguza na gharama kwa wangeweza kuwekeza kwe, kwenye utengenezaji wa chakula cha samaki pia utapunguza uendeshaji, maana asilimia sabini sitini mpaka sabini ya miradi hii ya ufugaji samaki, asilimia sabini gharama yake inaenda kwenye. Lakini pia serikali imeendelea kuwarahisishia pia e, wafugaji wa samaki kwa kuwapunguzia na kuwaondolea baadhi ya kodi kwenye zile pembejeo ambazo zinahitajika katika ufugaji wa samaki. Serikali imeondoa ime kodi kwenye kwenye pembejeo kama nyavu za kufugia samaki, imeondoa pembejeo kwenye vile vifaa vya kuangalia vya kufuatilia ubora wa maji lakini pia kwenye utotoreshaji wa vifaranga, lakini pia serikali imeondoa kodi kwa wafugaji wanaoingiza vyakula vya samaki kutoka nje. Kama tunavyojua, mpaka sasa hivi bado hatujawa na viwanda vya kuweza kuzalisha vyakula vya samaki wanaofugwa kwa kiwango kikubwa lingana na mahitaji kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya asilimia tisini ya vyakula hivi vinatoka nje ya nchi. Kwa upande mwingine, hali ya kuwa na mitambo ya kisasa kwa ajili ya kuhifadhi samaki pia inahitajika ili kuongeza tija katika uzalishaji. Pata friji za kugandisha labda sehemu ni changamoto, lakini tumesha wasilisha kwa viongozi, nafikiri linafanyiwa kazi, ila tukipata hiyo pia itatusaidia. Maana tuna, wa, nimeona wanaovuna wenzangu waliokuwa wanavuna, wanavuna. inakuwa changamoto maana inabidi wanakusanya hela kwanza, inajulikana imepatikana shilingi ngapi ni kilo ngapi, ndio wanaenda kuvuna, kwa hiyo inatumia muda mwingi kwenda rudi wakija tena kwenda kuchukua rudi. Ni changamoto kwa kweli. Kwa sasa hivi hatuna hivyo vitendea kazi vya kuhifadhi samaki kama wakivua, maanake tulikuja kuona changamoto mmoja, kuna baadhi ya kikundi kilivuna samaki, wateja wakakosekana kwa muda, kwa hiyo wale samaki ilibidi wauzwe tu kwa bei ndogo. Kwa hiyo tunaiomba serikali tusaidie, tuweze kupata cold room kwa ajili ya kuhifadhi wale samaki, tusije tukainkaa cost ya tusije tukainkaa losi ya kupatikana na wale viumbe, ukishaweka, kwa samaki na wale ni viumbe ukishaweka ahm nchi kavu tayari wanakufa, kwa hiyo huwezi tena kuwarudisha majini. Kwa hiyo tumekuwa tunaiomba serikali watoe cold room, ili kama mtu atataka kwenda kuuza sehemu nyingine tofauti na Mwanza, asafirishe yeye mwenyewe. Amepata wateja wamekuja, wanahitaji kilo 200 anaenda ziwana, anavuna kilo 250 akija kipimia, wale wanunuzi zinafika labda kilo 200 200 zinauzwa, anakuja tena mnunuzi mwingine zinauzwa kilo ishirini, zinabaki labda kilo 30 ile ni biashara, hawezi kupeleka nyumbani kula ile, tayari ni hela, anahitaji kuwahifadhi wale kwa ajili ya kesho, muda umeisha. Sasa wale samaki kwa hifadhi, inabidi sasa awe na barafu au awe na sehemu ya kuhifadhia, ambao watatunza ule ubora wa ile samaki kile kipindi. Kwa hiyo bado hata kwa wafugaji barafu, mitambo ya kuzalisha barafu, sehemu za kuchakatia na kuhifadhia samaki bado ni muhimu kwao kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa tuendako pia watahitaji kupeleka moja kwa moja kwenye masoko ya nje kwa maana ya nje ya mkoa. Katika hali ya sasa ya soko la samaki katika wa Victoria, ni vigezo gani vinavyoshawishi bei na upatikanaji wa masoko kwa wavuvi na wafugaji wa samaki? Hapa tunaokusudia kuwauzia hasa ni ao wafanyabiashara wadogo wadogo, hasa nilikuwa nategemea niombe serikali wazidi kutuangazia, ili tuweze kuuza samaki zetu hata nje ya nchi na wafanyabiashara wakubwa wakubwa waje wanunue samaki, maake samaki sasahivi wanapatikana kwa wingi. Wizara sasa hivi ni kuwatafutia hawa wanufaika wa vizimba e, masoko ya moja kwa moja kutoka kwenye, kwenye, kutoka kwa wanunuzi wakubwa walioko katika mikoa hii, na mpaka sasa tayari tumeshapata baadhi ya wanunuzi wakubwa ambao wanakuja kuchukua moja kwa moja kutoka kwa, kwenye vizimba vya wanufaika. Pia tunaendelea pia kuhamasisha e, wanunuzi wadogo wadogo na wachuuzi walioko katika maeneo ya karibu kwenda kununua moja kwa moja kutoka kwa wanufaika hawa pale wanapotangaza wanapo, wanapo wanapotangaza mavuno. Kwenye upande wa masoko pia serikali inahamasisha uanzishaji wa viwanda vya kuchakata samaki aina ya sato. Hadi sasa tayari tuna kiwanda kimoja ambacho kinanunua samaki wa kufugwa tu, ambao ni sato, ambao ndani ya nchi, lakini pia tunaendelea kuhamasisha wawekezaji wengine ambao wanahitaji kusafisha samaki hao. Hata wanapopata masoko ya nje, wizara bado imewekea ine, ine, e, imewekea dirisha la kuweza kuweza kupeleka samaki zao nje ya nchi pale wanapopata masoko na wanapokizi vigezo vya mahitaji ya, ya samaki wale katika miku, nchi wanazopeleka soko la walanguzi linakuwa, na hivyo kuweka nguvu katika upatikanaji wa samaki kwa wingi. Basi serikali kuna, kuna njia mbadala ambayo tunaweza tukaji wakajiri watu wake. Kwa hiyo ikabidi serikali iweke mfumo wa kuleta vizimba. Kwa hiyo tunapenda kushukuru kwamba vizimba, vizimba hivi vimetusaidia. Mpaka sasa na maana ingekuwa si vizimba hii samaki kwa sasa mpaka sisi tungekuwa

na mpaka sasa wawekezaji wamekuwa wengi katika ziwa Victoria ambao wanatumia wanafuga samaki za vizimba. Mpaka sasa tunashukuru kwa uwekezaji wao, tunafanya nao kazi vizuri e, kuna mambo ambayo yanakuwa yanaleta changamoto kama hususani bei za samaki zinakuwa zina zinakuwa zina, zina, zinaenda juu, hilo ndio tuafanya biashara tunalolalamikia bei zinakuwa zinaenda juu kuliko malighafi ilivyo yani, kuliko yani, samaki zinakuwa zina bei kubwa kuliko ununu, yani kuliko samaki yenyewe yani mtu anapatisha bei kuliko samaki inavyo inavyofanana, inatupa ugumu au inatupa changamoto sisi tunapozinunua kuja kuziuza sokoni. Nema Richard na wenzake wanatumai kuwa mabadiliko haya yatawaletea ajira zaidi na uboreshaji wa maisha, wakiwa na ndoto za siku zijazo. Tunatarajia kuvuna samaki muda si mrefu, ifikapo mwezi wa kumi na mbili. Maendeleo yake ni mazuri mpaka sasa, wana gramu kuanzia mia mbili. Kutokana na mavuno tuliona wenzetu wamevuna, tunauona umradi ni mzuri na unafaa sana. Kwa hiyo itatupatia maendeleo, tutapiga hatua katika maendeleo na pia huko mbeleni inaweza ikatusaidia pia, tukaajiri vijana. Kwa ushirikiano kati wa wa ya serikali, wawekezaji wa uvuvi na wadau wengine, sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki kupitia vizimba katika ziwa Victoria ina nafasi nzuri ya kuendelea kukua na kuleta manufaa zaidi kwa jamii. Ni matumaini ya wengi kwamba jitihada za kuendeleza mradi huu zitaendelea kufanyika kwa kuzingatia maslahi ya wavuvi, wanunuzi na wawekezaji katika sekta hii muhimu kwa uchumi wa Tanzania. Kisali Simba, Star TV.